Ikiwa unatafuta kozi za afya zenye uhakika wa ajira zipitie kozi hizi kumi za uhakika ambazo hii leo tumekuandalia. Ni kozi muhimu sana ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kuweza kukusaidia kuweza kupata ajira kwa haraka zaidi. Lakini kozi namba moja na kozi namba mbili, kozi muhimu sana na ni kozi itakushangaza kwa ukubwa wake na uzuri wake katika sekta nzima ya afya. Lakini kama wewe tu ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapokuwa tunazi upload. Kozi namba kumi, kozi muhimu kukusaidia wewe kuweza kupata ajira ya haraka. Hii ni kozi ya Public Health, ama kwa lugha ya Kiswahili tunaita afya ya jamii. Kozi hii inahusiana na kudhibiti magonjwa ya jamii, kampeni za afya na ushauri kwa jamii kuhusu swala zima la lishe bora. Namba tisa ni pamoja na physiotherapy, kwa lugha rahisi tunaita tiba ya viungo. Hii ni kozi muhimu sana ya kuisomea ambayo inao uwezo mkubwa sana wa kuweza kukusaidia kuweza kukuingiza katika mfumo wa ajira kwa haraka sana, kwani kozi hii inahusiana sana na masuala mazima ya tiba za viungo kwa wagonjwa wa ajali, wagonjwa wa mifupa, pia hata stroke. Namba nane kozi muhimu kukusaidia wewe mpenzi mtazamaji, ili kuweza kukuingiza katika mfumo wa ajira kwa haraka sana, hii ni kozi ya Radiology and imaging ama kwa lugha laizi tunaita mionzi na uchunguzi wa matibabu. Katika kozi hii wahitimu watakaofanikiwa kuisomea kozi hii na kuweza kupata ufaulu wanahitajika sana kwa vipimo kama vile X-ray, MRI na CT scan. Hivyo ni kozi ambayo inakupatia ngawa ajira kwa haraka sana na kwa muda mfupi. Namba saba, hii ni pamoja na uuguzi ama nursing. Ijapo imekuwa ni kozi ambayo imekuwa ikitoa watu wengi, lakini ni kozi muhimu sana ya kisayansi ambayo inao uwezo mkubwa sana wa kuweza kukusogeza karibu na ajira, kwani majukumu ya nursing yanahitaji ukaribu mkubwa sana baina yake yeye na mgonjwa pindi anapokuwa anakosa amani na kupata kufarijiwa. Kwa maana hiyo, wauguzi wanahitajika sana katika hospitali, vituo vya afya, pia hata huduma za nyumbani kwa wagonjwa. Namba sita ni kozi ya Biomedical engineering. Huu ni uhandisi wa vifaa vya matibabu. Hii ni kozi muhimu sana ambayo inao uwezo mkubwa sana wa kuweza kukuingiza kwenye ajira kwa haraka sana, kwani kozi hii inahusiana na utengenezaji wa vifaa vya mahospitalini kama vile vifaa vya X-ray pia MRI. Hivyo kwa ukubwa wake huu, kozi hii ni kozi ambayo ina soko kubwa sana hususan kwenye hili swala zima la je ni ipi kozi namba tano muhimu sana kwaku wewe ambaye unatafuta kozi muhimu za kiafya ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kuweza kuweka karibu na huu mfumo mzima wa ajira? Naomba twende tukaitazame hiyo kozi namba tano. Kozi namba tano ni kozi ya hii ni Medical laboratory science, ama kwa lugha nyepesi tunaiita maabara ya afya. Kozi hii ni kozi muhimu sana, hususan kwenye ile swala zima la ajira, kwani ni kozi ambayo inahusiana na vipimo vya afya vya maabara hospitalini, ama vituo vya utafiti wa afya. Twende pamoja tukaitazame kozi namba nne, kozi muhimu sana. Kozi namba nne hii ni kozi ya Dental and Surgery ama kwa lugha nyepesi tunaita udaktari wa meno, kozi muhimu sana ambayo ina uwezo pia wa kukusaidia kuweza kukuweka karibu au kuingeza kwenye mfumo wa ajira kwa haraka sana, kwani kozi hii inahusiana sana sana, sana, na afya ya meno, kwani madaktari wa meno wanahitajika sana katika hospitali pia hata hizi kliniki za meno na taasisi za elimu ya afya. Namba tatu ni kozi inayohusiana na clinical medicine ama udaktari wa kati clinical officer. kozi hii ni kozi muhimu sana na ni kozi kubwa sana na ndio maana katika mpangilio wetu wa kozi ni kozi ambayo iko katika nafasi za juu. Hivyo kozi hii inao uhakika mkubwa sana wa suala zima hili la ajira. Hivyo kazi hii, wahitimu wa clinical medicine hufanya kazi kama madaktari wakati katika hospitali na clinic. Twende tukazione kozi zetu kuu mbili ambazo zina uwanda mkubwa sana kwenye suala hili la afya. Hivyo twende tukaione kozi namba mbili, tukimaliza tutambue kozi ipi ambayo inatukamatia nafasi ya kwanza katika kozi hizi muhimu ambazo zina uwezo mkubwa sana ama uwanda mkubwa sana kwenye suala zima hili la ajila. Namba mbili, hii ni kozi ya famasi. Kwa lugha nyepesi, tunaita utaalamu wa dawa. Katika kozi hii ya famasi, wataalamu wa dawa wanafanya kazi katika mahospitalini, pia hata, pia hata katika maduka ya madawa, pia katika viwanda vya dawa, na hivyo wamekuwa ni msaada mkubwa sana hasa katika suala zima hili la utafiti wa tiba. Namba moja, kozi muhimu sana kwako wewe ambaye unatafuta suluhisho la ni kozi ipi ambayo una uwezo wa kuisoma na ikakuweka karibu sana na suala zima la ajira. Kozi hii ya kwanza ni kozi ya medicine and surgery ama kwa lugha nyepesi tunaita udaktari wa binadamu. Hii ndo kozi yetu kuu, kozi ambayo imetukamatia nafasi ya kwanza. Hii ni kozi muhimu sana na ni kozi ambayo imekuwa ni msaada mkubwa sana, hususan kwa watu ambao wamekuwa wakitafuta ajira. Hivyo kozi hii ni moja ya taaluma bora sana yenye uhakika wa ajira, hususan mahospitalini, kliniki binafsi, na hata pia kwenye taasisi mbalimbali za kiafya. Kwa kozi hizo zote ambazo tumeweza kuzipitia kwa hii leo, zina nafasi kubwa sana kwenye suala zima hili la ajira, ajira za serikalini, hospitali binafsi na hata pia kufanya kazi kwa kujiajiri. Lakini je, kwako wewe mpenzi mtazamaji, katika kozi hizi kumi ambazo tumeweza kuzitaja kutoka ya kumi mpaka ya kwanza, je, ni kozi ipi ambayo wewe unaipendelea? Hivyo kwa kozi ambayo unaipendelea, tunaomba uweze kuiandika katika comment, ili uweze kusaidiwa juu ya gharama zake na ni kivipi inafanya kazi kwa undani zaidi. Pia naomba kukumbusha, kama hauja subscribe channel hii, tunakuomba uweze kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tu uweze kupata taarifa zetu pindi tunapozi upload. Kwa hayo yote ambayo tumeweza kuyazungumza kwa hii leo, mimi sina mengi ya ziada. Niendelee tu kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. Sina kitu kingine cha ziada, niseme tu asanteni na shukrani.